Nitie ndio ye. Basi mdeni account number yenu nitawawekea. Kwa makadirio tu ya kawaida wewe mtu amekwambia tu da account number. Si unaona tu yanga ni ya kawaida. <coughs> ya ya baadhi. Lakini mpaka jioni ile mtu wa Mungu akaweka milioni 30. Sasa nataka nikuulize, huyo mtu alijua wakati na bahati? Hakujua. Sasa msizalau watu wa Mungu msizalau nini? Msizalau watu. Nimesema hivyo kwa sababu leo kumekuwepo na kilio kikubwa kwenye hii kanisa. Mashemasi wanapokuwa wanachaguliwa, ni kama tunawaona watu wasiokuwa na lamani kwenye maisha, huwa tunawaona ni kama watu wasiokuwa na lamani, maana tunawafanya kuwa wafagiaji wa hii kanisa. Hata kama vijana tutaitwa, tunaambiwa vijana, leo mtashirikiana na mashemasi. Hauoni kijana hata mmoja na mashemasi wanayokuja, kuna kun anahangaika na hili kanisa anahangaika, vijana tunakula maisha wapi? Wakati na nini nazungumzia, usimdhalau mtu. Unaposhirikishwa kwenye kazi ya Mungu, shiriki kwa uaminifu. Amen. Huo ndio wakati sahihi wa kuifanya kazi ya Mungu. Kuna watu wako kama arafikiana wako wako wakomhimili hawana namna ya kutoka siku tishi, wakati na bahati huwapata watu gani? Okay. Fanya kazi ya Mungu bila kumdharau mtu, fanya kazi ya Mungu masemasi hawa leo, kwani wakoja kanisani? Aa, mashemasi siku hizi ndio wana tunawapatia zile kazi ngumu, ukiona ni kuhamisha viti mzee wa kanisa nisikia kuuliza chochote o, ni uzuri sijakuuliza chochote ofisini. Huo ndio uzuri na hapa sijakuuliza chochote ofisini hata mimi nao yaongea ya, hapa ni bwana tu nisikize. Nikitokea ikitokea sasa hapa kanisa kesho tunaenda kusali sehemu fulani ambayo inahitaji tuende na vitu vyetu. Bila kuweje huwa inakuwa hivi. Ah, matangazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namna ya pekee tunapenda kuwashukuru sana mashemasi kwa juhudi kubwa mnayofanya kwenye kanisa la Mungu. Hebu kwanza msimame, mnawaona mashemasi wetu, mnamuona mama Kijo, mnamuona kijana wetu Kijo, watu wanajitoa wa sana. Ninaamini hata nina, katika nina, tukio la sabato ijayo, mashemasi hamtatuangusha. Mnasemaje umbelengo? Kuna mfugo utakuja kuamsha nini? <laughs> Wakati na bahati, watu watu gani jamani? <tips> turudia fungu letu, tufunge ibada. Anasemaje? Nikarudi na kuona chini ya jua, wapendwa, chini ya jua. Mungu anasema ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo Haleluya. Sauti ya tatu kama ya kwangu, wenye ustadi, ujuzi, talanta. Oh, unacheza kanisa. Tukienda kwenye mkutano tusipokupa mic. <laughs> Tutakinywea wali. Tutakinywea hiyo siku. Mtumishi wa Mungu, wakati na nini? Mungu alivyo mwema. Ila Mungu asante. Asante, Yesu kwa wema. Ukifanya mambo yako ili watu wakuone. Mungu ni kama huwa anaende. Unajiona kama amekuacha na hiyo karama yako nzuri. Ila kumbe hiyo karama imeshapoteza muda. Na ikishapoteza muda Mungu anaibua ka adventure. Sasa. Mbona hmm, kama somo kama mama kidioni kabisa? Jamani mimi naitwa Gideon. Kwa nini jitoa yaka mfano mwenyewe ni kanisa mtumishi? Kumkwaza mtu achelewe. Na ukisha mkwaza anakuambia, "Sikuwa nilitaka nikachungaji haki jana." Akaniwa.

Usijichanganye mtu wa Mungu. Amina. Mambo machache ninaomba uyazingatie: mafanikio ya mwanadamu hayategemei uwezo, hayategemei nguvu, hayategemei maarifa, bali Mungu ndiye anayeamua matokeo yake. Amen. Mungu anaamua matokeo yake. Mbili, wakati na bahati ni lugha ya kibinadamu kabisa, inayoelezea utendaji wa Mungu na utawala wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu, ni lazima ujue kila kitu nilicho nacho ni kwa sababu God is in control. Mungu anatawala, tambua hilo wewe, sasa hivi tambua hilo kwamba Mungu anatawala Amen. Tatu, tunaitwa kuishi maisha ya unyenyekevu, wale watu wa Mungu, watumishi, unyenyekevu imekuwa ni bidhaa viu sana hata kama ungea, ungepewa kalamu na karatasi uandike unyenyekevu kwenye hili kanisa leo. Nimekuwa ni changamoto, lakini wito Bwana anasemaje? Wapendwa, tunaitwa kuishi maisha ya unyenyekevu, maisha ya imani na kumtegemea Mungu pasipokuwa na maua. Haleluya, kanisa la Mungu Amen. Hili kanisa unaniona jamani iivnakamuikan hii kanisa si mchungaji jamani, yaani watu wa Mungu nawaelekeza vizuri Alafu mzee mmoja mwenye miraba minne anakuja kuja kuna kijana. Hilo si mnaona kinachoendelea. Ni hili ni. Kwa nini anakuja kumkama pastor mwisho? Wewe unafikiria pastor kwa yeye jambo basi. Kwa nini anakuja kukaba? Unajua hapo, ukiongea na watu wa Mungu wapi ube? Kwa sababu wao wanacheka tu, wakiwa serious. Utaona wanakuja nyuma kama kawinchi. Pasta kijana, tutakuning'iliza kwenye hiziliikh zetu, tunafunga mlango wa kanisa mbali na barabara aasi. Lakini natamani niwaambie nini? Kanisa la Mungu, ujumbe huu umefika kwa wakati. Tumeitwa kuwa wanyenyekevu. Bwana anatutafuta kuwa wanyenyekevu wakati aliyotupatia, fursa aliyotupatia ni wito wa kila mmoja wetu kuishi maisha ya unyenyekevu. Amen. Mwisho uhakika pekee ni kuwa na Mungu ndiye mwenye mamlaka ya kila kitu, nikimpata Yesu utakuwa umepata kila kitu Amen. Ukimpata Bwana wako wa Mungu utakuwa umepata kila nini? Jamani kila, kila kitu, kitu. Ishi maisha asilimia zote ukimtegemea Mungu, kijana mwenzangu wa kike na wa kiume, mama na baba wano Wakati. wakati mdogo jamani, nnzee dogwe ni naomba nirudie kwa msisitizo kaka zangu na dada zangu mama zangu na baba zangu pamoja na wadogo zangu wa kike na wa kiume, Bwana anatoa wito wa kuishi maisha ya mwenyekee. Nikiitwa kuwa shemasi acha nifanye kazi ya ushemasi kwa moyo. Nikiitwa wito wa kuwashika mkono na shemasi, acha nisiwe na maswali mawili kwa ajili yao. Kwani wao wameshindwa nini? Tuliwachagua. Njoo uwashike mkono watoto wanani wapendwa, umeitwa kuwa mnyenyekevu, waondoa kiburi. Ukiwa una kiburi, naomba, ikiwa kama una kiburi na fedha zako, mtumishi Naomba sasa mniangalie vizuri watu wenye fedha kama mimi mm -hmm. <laughs> <laughs> Unajua msio hapa mfungaji maskini sana. Bora umetoka mbali. Unajua kuna watu wananiangalia, wananikadiria. Ah, usinikadirie. Wakati na bahati kuwapata nani? <laughs> Leo tumeona Gideoni, kama karibu yeye. Kesho, kesho, kesho, kesho. Kesho nani <laughs> ajua